Yes, habari ya jioni mmeshindaje? habari ya kazi imewaendeaje? na kama mnavyoona, aii ni mwendo wa saa moja na kama na dakika tano hivi. Na sina haraka. Hapa leo napunga kama saa tatu ama saa tatu na nusu kuelekea saa hii. Kuto, kutokana na mapandiliko ambayo yako kwa sasa <laughs> kila mmoja anajua anajua kunaendelea nini Uhu, kanda mzima wa Bwana Ali Nuno amesema lazima usalama udumishwe kivyovyote vile. Yaani na mbunge wa hapa mjini, mbunge wangu mama wa Malindi Amina Laura Mnyasi, hiyo kauli pia ameiunga mkono yasuti tukili suasni. So, kama jamaa wamenywea. Kwa hivyo sahizi hata ukitembea saa nane saa saba ya usiku usiku na wasiwasi, atakuwa anaweza kupokonywa simu kama saa hizi mnaona, mimi ninafunga huwa nafunga sana sana saa moja, lakini hata sina haraka, nimepoa tu hapa mpaka mwendo wa saa nne nikiwa na simu yangu, nafanya recording zangu kidogo hapa na zile kazi ambazo zimenilemea mchana zimekuwa nyingi na sipika piga hapa, yaniikuwa sina wasiwasi kabisa. Yani maana yake nasikia ni kama jamaa ameingia maji ili anapenda kusema hawa watetezi wa haki za kibinadamu. Sijui kwa nini kila jambo Kenya tunapenda kuliweka kuli kulifanyia mzaa na siasa, siasa inakuwa ni mingi, wakati mambo serious yanaanza yanakuja kutatuliwa, kama swala la usalama. Ni watu wangapi nataka watu aa, watu wa human rights, wale wa kutetea haki za kibinadamu watuelezee, ni simu ngapi huwa sinaripotiwa simeibiwa katika stesheni ya Malindi peke yake, kila siku ni simu ngapi zinaripotiwa huwa zimeibiwa? Na watu wangapi wanaripoti kuwa wameumizwa katika zile kile kizaazaa cha kupokonywa simu, mtu amekatwa? Wa unaona, watu waeleze hizo kesi zinakuwa ni ngapi? Kwa hivyo hili swala na ba... huyo Ali Nuno, hiyo kauli yake tunaiunga mkono, na hakuna kulegeza kamba, hakuna kulegeza kamba, maafisa wa usalama waachiwe wafanye kazi yao. Wewe kama kijana na unajua, pengine kuna shida mahali, unajielewa, kila mtu anajijua. Ni kujikanya kuji, kuji tu na kujiweka vizuri, usipatane na upande ule mbaya wa sheria. Kwa hivyo kauli ya Amina Mnyasi, ameunga mkono suala la kauli ya suti tukili kama mnavyoona hata kuna wateja wengine wanaingia watu, yani wanatembea <tuhu> wa bila wasiwasi, watu wanatembea bila hata wasiwasi, au <tuhu> sisi tu sisi, hata tunaongea tunaongea jambo ambalo ni muhimu <tuhu> kama hapa uonekane, <awu> <tuhu> au uonekane uonekane kabisa, kaa usiingie kama baba, ingia ingia tu <tuhu> so mwana usiku mwema na msiogope kutembea na sisi, ndio rais ndio mama wamenyoya kabisa, wameingia maji na Ali Nuno maneno yake ya siku ni mzaa tu ni, tumezoea Kenya, tumezoea Kenya, Kenya ni maneno, watu, watu, tunataka yaani kuona, tunataka yaani kwanza kusikia hiyo maneno kutoka kesho yaani mtu akipatikana na panga, kitu. Na hii ni onyo pia kwa nyinyi wazazi, kwa sababu mimi sitaki kuja kuliliwa. Wewe kama unajua mtoto wako ni mtovu wa nidhamu na nasumbua uko nje mkanye. Mkanye. Maana yake ni kubaya. Kama oda imetoka, mjue mimi kama kiongozi sitaingilia ile kazi, kwa sababu vilevile sikubali wananchi kila siku na wazika kwa sababu ya vijana wa vipanga. Pia mimi mwenyewe pia siwezi nikakubali. Kwa hivyo vijana, mjichunge, the shoot to kill order is out there na msione kama ni mchezo. Usalama ni ya maana kuliko kila kitu. Usalama ikiwa mbele, kila kitu inaenda. Sambamba sinivyo Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi.